Afande waziri mkuu, naomba nichukue fursa hii kukushukuru sana. Wakati fedha hizi zimetengwa, wananchi, naomba muelewe zilikuwa kwa ajili ya kujenga kituo kile peke yake, lakini afande waziri mkuu tunakushukuru. Wakati ukiwa mbunge, ukatuita sisi, tulikupa taarifa kwamba Mheshimiwa Mbunge, tumepata fedha kwa ajili ya kujenga kituo, ukasema, subirini, nitawapa maelekezo. Baada ya siku chache, Mheshimiwa Waziri Mkuu akatuelekeza kwamba kwa kuwa tunajenga kituo hiki kwa force account, mkandarasi ni wa nyumbani, maji ya kwetu, mchanga wa kwetu, hebu tujibane fedha hizi hizi zijenge na nyumba mbili za askari kwa ajili ya kukaa hapa kituoni. Kwa hiyo mradi huu ni wa mfano nchi hii. Na kweli mkandarasi wetu wa kwanza alianza, lakini akaishia njiani na ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba huyo atatuangusha, tukampata mkandarasi wa pili Bwana Maurus ambaye alimalizia kituo na hizi nyumba mbili. Tulipungukiwa shilingi milioni 30 tu ambazo tunamshukuru afande IGP Kamilu Siwambura, naye alizituma haraka na zimemaliza mradi. Ni kweli tuliletewa milioni 164 kwa ajili ya kujenga nyumba moja tu ile pale ja ukubwa huo huo lakini sisi tuna uzoefu wa kujenga madarasa, vituo vya afya, tukasema tukitumia mafundo nyumbani hizi fedha zitajenga zaidi. Tukakubaliana na mkuu wa jeshi la polisi mkoa na wa wilaya, tukasimamia ujenzi wa jengo la ofisi pamoja na nyumba hizi mbili za makazi. Tulipungukiwa milioni thelathini. Nilipokuja mwezi mmoja uliopita, tulizungumza na IGP akatuongezea milioni 30 siku hiyo hiyo, na ndio zinafanya milioni 194 na hatimaye kukamilisha nyumba hizi mbili. Mimi nataka niwaambie wana Ruangwa, hakuna ambacho sisi hatukiwezi. Mkandarasi wa kwanza aliyekuja kujenga hapa ilikuwa ni mkandarasi mtanzania alipotubabaisha, tukamwondoa tukamchukua mwana Ruangwa, Bwana Maurus ndiye aliyefanya kazi kubwa kufikia hatua hii, tumpigie makofi sana. Nataka <klos> nimwambie Bwana Maurus alichofanya hapa, ame ameweka wazi utaalamu wake, na hivyo tuna uhakika sasa halmashauri, mtapokuwa na kazi hamna sababu ya kutafuta mafundi kutoka mbali, mafundi wako hapa hapa, na hapahapa namamefungua milango. Basi taasisi zote zetu zilizoko ndani ya wilaya ya Ruangwa, basi fursa ziende kwa vijana ambao wamejitoa, wana utaalamu wanaweza kusimamia kazi zao. Nimekagua kituo kimekamilishwa vizuri, nimeona nyumba hii pamoja na ile ingawa sikufika pale, lakini zote za aina moja viwango vizuri na ni nyumba nzuri.